Karibu tena na leo e, tunaangazia kitu ambacho kina kitendawili kidogo. Tunazungumzia zoezi la Pilates ambalo ukilitazama linaweza kuwa ndilo rahisi kuliko yote kwenye mashine ya reforma, visigino kwenye pape la miguu. Yaani unalala chali, unaweka visigino na unasukuma, basi. Lakini hapa ndipo mambo yanapobadilika. Chanzo chetu mahojiano na mtaalamu Caroline Berger de Femynie kinasema hii harakati rahisi ni kama kitabu kizima cha sayansi. Sasa swali ni kwa nini? Kwa nini kitu kinachoonekana rahisi hivi kinaficha siri nyingi? Basi, hebu tulifumue hili. Ile kwa visigino. Lakini hapa ndipo ufundi unapoingia. Wakati miguu inanyoka nyoka, sehemu yako yote ya juu ya mwili kutoka kiunoni hadi kichwani haitakiwi kutikisika. Hmm, inabaki tuli kama sanamu, kwa hiyo kinachoonekana kama ni kazi ya miguu tu eh, kinageuka kuwa mazungumzo ya kina kati ya ubongo, mishipa ya fahamu na misuli yako yote. Na hapo hapo ndipo ubongo wangu unaanza kupata maswali. Chanzo kinazama ndani kabisa, yaani hadi kwenye vitu ambavyo hata huvioni kama vichwa vya myosin na molekuli ya nishati ATP. Hebu tulianzie hapo. Ili kusukuma kitu unahitaji nishati. Hiyo nishati hasa inatoka wapi, kwenye kiwango kile kidogo cha seli? Hilo ni swali zuri sana, na jibu lake, unajua ni la kushangaza. Ndani ya kila nyuzi moja ya misuli yako kuna kama milioni ya injini ndogo sana. Fikiria, nyuzi ya misuli ni kama kamba nene iliyosokotwa kwa nyuzi mbili nyimbamba zaidi, aktini na mayosini. Sasa hii mayosini ina kama mikono au vichwa vidogo vinavyotokeza. Harakati yenyewe inatokea pale, hivi vichwa vya mayosini vinaposhika kwenye aktini, alafu vinajivuta kama mtu anayevuta kamba. Baada ya kujivuta, vinaachia, vinasogea mbele, vinashika tena na kujivuta tena. Mzunguko huu unaendelea na kuendelea. Subiri kidogo. Unamaanisha kila mvuto mmoja mdogo yani, mdogo kiasi cha hadubini, unahitaji paketi yake maalum ya nishati? Hiyo inaonekana kama ni mfumo usio na ufanisi kabisa. Mwili unawezaje kuzalisha nishati hiyo yote kwa kasi hiyo? Hapo sasa ndipo maajabu ya biolojia yanapoingia, na hapo ndipo molekuli ya ATP inakuwa mhusika mkuu. Fikiria ATP kama tuseme, ni sarafu ya shilingi moja. Kila tendo moja kila kichwa cha mayosi, ni kushika, kujivuta na kuachia, linahitaji sarafu moja ya ATP. Bila ATP, vichwa hivi yani vingebaki vimeganda, misuli ingekakamaa. Sasa kuhusu ufanisi, zoezi hili kwa sababu linafanywa polepole na kwa udhibiti, linazilenga nyuzi za misuli zinazofanya kazi polepole, zile slow twitch fibers, na nyuzi hizi zimejaa viwanda vidogo vya nishati viitwavyo mitochondria na vinatumia nini? Oksijeni. Aha, kumbe. Kwa hiyo upumuaji sio tu kwa ajili ya kutuliza akili, ni sehemu ya mchakato wenyewe wa kuzalisha nishati. Unavuta hewa ili kupeleka mali ghafi, yani oksijeni, kwenye viwanda hivyo. Ghafla kupumua kuna maana kubwa zaidi. Maana kubwa sana. Upumuaji katika Pilates ni kama kupeleka mafuta kwenye enjin. Unajua, unapovuta pumzi kwa utulivu na kutoa polepole unahakikisha kuna usambazaji endelevu wa oksijeni, na hivyo ATP inazalishwa kwa ufanisi. Ndio maana mwalimu anasisitiza, pumua na harakati sio vitu viwili tofauti, ni kitu kimoja. Sawa, hili la nishati linafungua mlango kwa jambo lingine. Chanzo kinasema zoezi hili moja ni kama onyesho la kanuni zote sita za Pilates zikifanya kazi kwa pamoja. Sasa hii inaweza kusikika kama orodha ndefu, lakini chanzo kinasema hazifanyi kazi kivyake, zinategemeana. Labda tuanze na zile zinazohusu akili, umakini na udhibiti. mm-hmm. huu ni mtazamo mzuri. Umakini ni kuelekeza akili yako yote kwenye kile unachokifanya, sio tu kusukuma. Unajiuliza, je, nyonga yangu imetulia? Magoti yangu yako sawa? unakuwa mtazamaji wa ndani wa mwili wako. Sasa umakini huo unazaa udhibiti, na udhibiti unaonekana wazi zaidi wakati wa kurudi. Spring zinataka kukurudisha kwa kishindo, lakini wewe unarudi polepole, ukipambana na nguvu ya spring. Kurudi kunapaswa kuwa kimya zaidi. hapo hapo ndipo wengi wetu tunashindwa. Ni rahisi kusukuma kwa nguvu, lakini kurudi taratibu, hiyo eh, inahitaji nidhamu. Nakumbuka nilivyoruhusu kile chombo kigonge kwa kishindo mara ya kwanza. Chumba kizima kilitulia, mwalimu alinitazama tu na nikaelewa, udhibiti ni kila kitu kabisa. Na udhibiti huo hauwezekani bila kanuni nyingine mbili, kupumua na kituo. Kama tulivyosema, kupumua ndio chanzo cha nishati na utulivu. Unapotoa pumzi, ndipo unaanzisha msukumo, na kutoa pumzi huko kunawasha kituo chako. Hiki kituo ni misuli ya ndani ya tumbo, mgongo wa chini na kiuno, na huo mkanda unaozungumzia ni kitu unachoweza kukihisi, si ndio? Sio wazo la kufikirika tu. Nakumbuka mwalimu wangu akisema, fikiria unajaribu kufunga zipu ya suruali iliyokubana, ile hisia ya kuvuta tumbo ndani na juu kidogo, ndiyo hiyo. Eh, hiyo ni analojia nzuri sana, na inafanya kazi. Unapowasha kituo chako unalinda mgongo wako. Kwa hiyo umakini unakuwezesha kuhisi kituo, kituo kinakupa udhibiti, na yote yanaongozwa na pumzi. Unaona jinsi zinavyofungamana? Naziona kabisa. Sasa tumebakiza mbili, usahihi na ulaini. Kama udhibiti ni breki za gari, vipi kuhusu usukani, kuhakikisha gari linaenda sawa? Hapo ndipo usahihi unapokuja, sivyo? Goti na nyonga vipo kwenye mstari mmoja, unahakikisha haunyoki magoti kupita kiasi. Kila harakati inafanywa kwa usahihi. Na unapokuwa na zote tano, pumzi, kituo, umakini, udhibiti na usahihi, unapata matokeo ya mwisho, ulaini. Harakati inatiririka kama maji, bila kukwama, bila sauti. Chombo kinateleza kimya kimya. Sawa, hebu sasa tuangalie wahusika wakuu katika huu mchezo. Chanzo kinawataja wachezaji maalum, misuli miwili: tibialis anterior na tibialis posterior. Haya majina yanaweza kuwatisha kidogo, lakini kazi yao inaonekana ni ya kuvutia sana imara. Wakati huo huo mwenzake tibialis posterior, ambaye yupo nyuma, anafanya jambo la kushangaza: analegea kimakusudi. hmm. Yani, wakati mmoja anafanya kazi kwa nguvu mwingine anapumzika kwa hiari yake. Hii ni kama kinyume na tunavyofikiria kuhusu mazoezi. Hapa ndipo akili ya mfumo wa neva inapojitokeza. Hali hii inaitwa reciprocal inhibition. Fikiria, ni kama taa za barabarani. Ili magari yaende, taa za barabara inayokatiza lazima ziwe nyekundu. Huwezi kuwa na taa zote za kijani, kutakuwa na mgongano. Mfumo wako wa neva unafanya hivyo unawasha taa ya kijani kwa moja na taa nyekundu kwa mwingine. Harakati inatiririka bila msongamano, mwili wako unazuia usipambane na wewe mwenyewe. Hili la mwili kuwa na akili yake linanishangaza na linaendana na kitu kingine kinachotajwa, walinzi wa mwili, viisio vya Golgi tendon. Jina lenyewe linatisha kidogo, lakini ina maana mwili una mfumo wake wa usalama kama fuse ya umeme. Analojia ya fuse au circuit breaker ni nzuri sana. Hivi vihisio ni vidogo sana na vipo pale msuli inapoungana na kano. Kazi yao ni moja tu, kupima kiwango cha mkazo. Ikiwa utasukuma kwa nguvu nyingi mno na mkazo ukawa mkubwa, vihisio hivi vinapiga kelele, vinatuma ujumbe wa dharura kwenye uti wa mgongo: hatari, mzigo umezidi. Na mfumo wa neva unapokea ujumbe huo na mara moja unatuma ishara ya kulegeza misuli hiyo kidogo. Ni mfumo wa dharura. Kwa hiyo inakufundisha kusikiliza mwili wako, badala ya kutumia nguvu zote, inakufundisha kutumia nguvu inayostahili tu. Hasa inakutoa kwenye dhana ya no pain no gain, na kukuleta kwenye dhana ya fanya kazi kwa akili, siyo kwa nguvu. Unajifunza kutambua mipaka yako na kuiheshimu. Sawa, tumeshazungumzia injini, sheria za barabarani na wafanyakazi maalum. Sasa yote haya yanaunganishwaje? Chanzo kinazungumzia usanifu wa utulivu, jinsi gani utulivu wa mabega unaweza kuathiri nguvu ya miguu. Umeelewa kabisa, ni mnyororo mmoja mrefu na jiwe la msingi la usanifu huu wote ni nyonga isiyoegemea, neutral pelvis. Hii inamaanisha nyonga yako haijaelemea mbele wala nyuma, ipo katikati. Hii inalinda mgongo wako wa chini ni kama daraja imara ambalo nguvu kutoka kwenye miguu inaweza kupita bila kupotea okay. na juu ya msingi huo kuna nini? Kifua na mabega, ndiyo jengo linaendelea kwenda juu. Kifua kinatulia kwa kutumia upumuaji wa mbavu za pembeni. Badala ya kupumua kwa tumbo, unapanua mbavu zako pembeni, hii inaleta utulivu, na unapotoa pumzi polepole, unaamsha mfumo wa neva wa utulivu ni kama kuambia ubongo wako tulia, tuko salama. Kisha tunafika kwenye mabega. Mabega yanapaswa kubaki yakiwa yametulia na mazito, kana kwamba yanazama kwenye sakafu. Hii inanikumbusha kitu, wanasema huwezi kupiga risasi kwa usahihi ukiwa juu ya mtumbwi unaoyumba. Inaonekana mwili wa juu ni kama huo mtumbwi, ikiwa hautatulia nguvu ya miguu haiwezi kuwa na usahihi. Analojia kamili. Sehemu ya juu inatengeneza jukwaa imara ambalo miguu inaweza kufanyia kazi. Na mwisho, mpangilio wa miguu unakamilisha usanifu mzima. Nyonga, magoti na vifundo vya miguu vikiwa kwenye mstari mmoja. Wakati usanifu huu wote upo imara, harakati ya miguu inakuwa na nguvu, salama na yenye ufanisi wa ajabu. Kwa hivyo, tukikusanya yote haya, zoezi hili dogo la visigino kwenye papi ni kama maabara hai, ni ulimwengu mzima ndani ya harakati moja. Linakufundisha jinsi ya kuzalisha nguvu bila ukakamavu na kupata utulivu bila kuganda. Nguvu inatokana na usahihi, na usahihi unatokana na ufahamu. Unaanza kuuelewa mwili wako kwa lugha yake, na hapo unajua, ndipo sayansi na ufundishaji vinapokutana katika pumzi moja pale chombo kinapoteleza bila kutoa sauti, visigino vikiwa vimetulia na pumzi yako ikiongoza harakati, hapo ndipo unapofikia kiini hasa cha Pilates. Sio tena kufanya mazoezi tu, bali ni kuishi ndani ya kanuni za mwendo wenye akili. Hihi linatuleta kwenye wazo letu la mwisho kwako wewe, msikilizaji. Chanzo kinataja umuhimu wa kutafsiri sayansi kuwa hisia mwilini, badala ya kusema kazi shamisuli ya transverse abdominis, mwalimu anasema pumua ili uhisi tumbo lako linakaza kama mkanda. Sasa baada ya kuelewa sayansi hii yote, fikiria kuhusu harakati zako za kila siku. Mara ijayo utakapokuwa unatembea tu, jaribu kufikiria sio tu miguu inayosonga, fikiria kuhusu ule mkanda wa tumbo unaoshikilia nyonga yako, au jinsi mabega yako yanavyoweza kuwa yamelegea badala ya kukakamaa. Je, Unaweza kuhisi tofauti katika hatua yako moja tu kwa kubadilisha mawazo yako kidogo? Hiyo ndiyo sayansi inayoletwa kwenye uhalisia.